Serikali ya Angola imezuia viongozi na wawakilishi zaidi ya ishirini wa vyama mbalimbali mbali vya siasa barani Afrika waliowasili Luanda mchana wa leo kwa ajili ya mkutano wa siku mbili wa vyama vya siasa uliokuwa ufanyike Benguela kuanzia kesho. Pamoja na mimi kuna makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, mheshimiwa Othman Masudi Othman na mjumbe wa ACT Wazalendo, rais wa zamani wa Botswana Jenerali Ian kama Waziri Mkuu wa Lesotho Moeketsi Majoro na viongozi waandamizi wa vyama vya siasa kutoka Afrika Kusini, DRC, Eswatini, Kenya, Malawi, Marekani, Msumbiji, Namibia, Sudani, Tanzania, Uganda na Ujerumani. Viongozi wote hawa wamezuiliwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dr Antonio Agostino Neto tangu tulipowasili majira ya saa sita mchana. Hati zetu za kusafiria pamoja na mizigo yetu imechukuliwa na maafisa wa uhamiaji, na hadi sasa hatujapatiwa huduma yoyote wala kuambiwa kwa nini tumezuiliwa. Kwetu sisi wa Tanzania, wananchi wa Angola ni ndugu zetu, na Angola ni nchi rafiki. Sisi ndio tuliompa hifadhi ya kisiasa rais wa kwanza wa Angola Dr. Antonio Agostino Neto na wapiganaji wake wa MPLA MPLA wakati wanaanza harakati za kupigania uhuru wao miaka ya mwanzo ya 60. Tuliwaunga mkono kwa hali na mali wakati Angola ilipovamiwa na kukaliwa kwa mabavu na makaburu wa Afrika Kusini baada ya uhuru mwaka 75. Tulikuwa pamoja nao katika nchi za mstari wa mbele wa ukombozi wa Zimbabwe, Namibia na Afrika Kusini zilizoongozwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tuko nao pamoja katika jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika yaani SADC. Kwa sababu ya kuwa pamoja kwenye SADC, sisi Watanzania hatuhitaji visa ili kuingia Angola. Mkutano tulioalikwa kuhudhuria hapa Angola ni mkutano halali kwa mujibu wa sheria za Angola. Kitendo cha serikali ya Angola kutuzuia kuingia Angola hakielezeki wala hakikubaliki. Ni kitendo kinachodhihirisha kile ambacho wengi tulikuwa tunakihisi kwamba serikali ya nchi hii inatawala kiimla huku ikijifanya kuwa Angola ni nchi ya kidemokrasia. Mamlaka ya uhamiaji ya Angola inazuia na kukataa kuingia Angola kwa mimi na ujumbe wa viongozi wakuu zaidi ya ishirini na wawakilishi wa vyama vya kisiasa kutoka kote kusini mwa Afrika ambao walifika Luanda leo kwa mkutano wa siku mbili uliopangwa. Kikundi hiki kinajumuisha makamu wa rais wa kwanza wa Tanzania, rais wa zamani wa Botswana, waziri mkuu wa zamani wa Lesotho na viongozi wakuu na viongozi wakuu wengi wa kisiasa na wajumbe kutoka Kenya, Sudani, Tanzania, Afrika Kusini, Namibia, Eswatini, Lesotho, Ujerumani, Marekani, Uganda, DRC na Msumbiji. Watu wa Angola na Tanzania ni wandugu. Tanzania ilimkaribisha Dr. Antonio Agostino Neto na wapiganaji wa MPLA katika miaka ya mapema ya mapambano yao ya uhuru. Tulisaidia Angola kupitia magumu yote wakati wa utawala wa ubaguzi wa rangi wa Afrika Kusini katika maeneo ya kusini mwa Angola katika eh, miaka ya sabini na themanini. Kama Angola, Tanzania ni nchi mwanachama wa SADC na hivyo sisi wa Tanzania Hatuhitaji viza kuingia Angola. Tand, eh, tandiko hili la kutendewa vibaya kwa raia wa mataifa ya ndugu wa Kiafrika na mamlaka za uhamiaji za Angola halikubaliki kabisa na linapaswa kukanushwa kwa maneno makali zaidi. Hayo yamekuwa ni maneno ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema Tundu Antipas Lissu ambayo ameachapisha kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter baada ya yeye pamoja na mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo na makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Othman Masud Othman, baada ya wao kuzuiliwa ama kuwekwa chini ya ulinzi huko nchini Angola. Na huu ufuatao ndio ujumbe wa Othman Masud Othman mara baada ya wao kushikiliwa na mamlaka za Angola na kuchukuliwa pasipoti zao. Othman Masud Othman anazungumza yafuatayo, na haya anayaandika pia kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter. Anasema na mnukuu hapa: baada ya mamlaka za Angola kutuzuia kwa muda wa takribani saa nane katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa kuat... katika Fevereiro wa Luanda, jana Machi 13 mwaka huu wa 2025, mimi pamoja na viongozi wengine mashuhuri wakiwemo marais wastaafu kutoka Botswana na Colombia, waziri mkuu mstaafu wa Lesotho na baadhi ya wakuu wa vyama vya siasa kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika na kwingineko ulimwenguni, hatimaye majira ya saa nne usiku tuliachiliwa huru na kupelekwa katika hoteli ambazo tulipangiwa, huku tukiwa na tukiwa na machofu. Wakati hayo yakitokea, nilikuwa nimeambatana na balozi wa Tanzania nchini Zambia Luteni Jenerali Matthew Edward Mkingule ambaye pia anaiwakilisha Tanzania nchini Angola. Kitendo hiki cha aibu kidiplomasia kilichotekelezwa na mamlaka za Angola hakikuwa na sababu hata kidogo na kimetia doa dhana ya Umoja wa Afrika tena katika wakati ambao rais wa Angola ndiye mwenyekiti wa Umoja wa Afrika AU. Hiki ni kitendo ambacho kinapaswa kulaaniwa vikali na Waafrika wote na watu wengine duniani wanaothamini wa na kutukuza misingi ya udugu iliyowekwa na viongozi wa asisi waliopigania uhuru wa bara hili. Hata hivyo, napenda niweke wazi kwamba pamoja na kukerwa na kuchukizwa na yaliyotendwa dhidi yetu, sina kinyongo na raia wema wa taifa hili jema ambalo Tanzania tumekuwa na mahusiano mema ya kihistoria na madhubuti kwa muda mrefu. Baada ya kuzingatia tukio la jana, nimeamua kutoshiriki katika mkutano muhimu nilioalikwa wa Jukwaa la Demokrasia Afrika na badala yake ninarejea Tanzania. Naamini nahitaji muda wa kufanya tafakuri ya kina na kutathmini kile kilichotendwa dhidi yetu ambacho kilikuwa ni shambulio dhidi ya diplomasia na demokrasia ndani ya Afrika. Asanteni sana. Hayo ni maneno ya makamu wa kwanza wa Rais Zanzibar Masud, eh, Othman Masud na mwenyekiti wa ACT Wazalendo mara baada ya wao kuzuiliwa ama kuwekwa chini ya ulinzi huko Angola. Kwa upande wake Zito Zuberi Kabwe ambaye ni kiongozi mstaafu wa ACT Wazalendo, baada ya tukio hilo, yeye amezungumza yafuatayo: Rais wa Angola na serikali yake wanapaswa kuwajibika kwa kutoheshimu na, eh, kwa kutoheshimu na tabia mbaya ya maafisa wa uwanja wa ndege dhidi ya kiongozi mkuu wa serikali wa Tanzania. Hapa amemzungumzia bwana Osman Masudi Othman, kufuatia tukio hilo ambalo limetokea huko nchini Angola Luanda. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa e, nayo katika meza yetu ya habari tumeifanyia e, upembuzi yakinifu kabisa, na tunaisogeza kwako kwa ili kusudi nawe pia uweze kupata kujua na kufahamu kinachoendelea kwa sasa nchini Tanzania ama barani Afrika. Kufuatia habari hii wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Sha mtazamo wako na maoni yako nasi na hapo chini kwenye upande wa comment. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa habari hii. Tukutane tena katika habari nyingine.